E hey, mabibi na mabwana, karibu tena katika chaneli ya Fresh Music bwana. Leo naenda kukuelekeza namna gani unaweza kutengeneza beat ya singeli yenye ladha ya zuku ndani yake, au tunaweza kusema kompa na leo kusema singeli ya kisasa zaidi, ambayo itakuwa bora na itakuwa katika sound iliyotulia. e, tukianza na mahitaji ambayo yanahitajika. Kwanza unahitajika upate sample za singeli ambazo zitakuwa katika mfumo wa sampo pak pakirupu za kwenye fuero ambazo zine zitakuwa katika mfumo wa wave wa wa au wa MP3, ambapo mfano mimi ninazo hizi hapa, unasikia. Hii ni hizi ni baadhi zake, hizi ni baadhi tu ya hizo sampo za singeli ambazo zinatumika kama kuwekwa mbalazo chini, maanake bila kuwa na hizi laza za hizi shakers. Hizi ni mchanganyiko wa shakers, unaweza kuziita hivyo ukaziita. Ni wenyewe wanapenda kuziita mizuka au vianzio, lakini zenyewe zina laza ndani yake. Utasikia kuna shakers na utasikia kama kuna mabati unayosema, kwa nenda kuzinda wakasema mabati, kama unaweza kusema za kusemaje vanga ndani yake. Sasa singeli kama singeli ni mziki, kwanza unapigwa katika tempo ya juu. Tempo yake ya gamma ni kinakuwa ya juu pia lazima uwe na hizi sample pack ambazo ni kuleta sasa ile maana ya halisi ya singeli. Kwa kwa kupiga singeli, afu kwa umekosa hizi shakers ambazo ni mfumo huu utakuja piga singeli. Yes, sasa kwanza nikwambie bwana, cha kwanza kabisa hebu bonyeza tufe au button ya subscribe. Pia usisahau kushare na kucomment hapo chini kuna namba za simu hapo tunaweza tukawasiliana, kwa wale wote ambao watakuwa wanahitaji mawasiliano katika masuala mazima ya labda, unahitaji beats au unahitaji kufanyiwa mixing ya beat au mixing ya vocal au nyimbo nzima. Pia unaweza kuwasiliana pia ukiwa unahitaji huduma yoyote ambayo itakuwa inahusu masuala mazima ya music production. Wewe ni producer au wewe ni mdau wa muziki au ni msanii, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba zangu za simu za 06, 7, 4, 9, 6, yes 53 na labda nikirudia tena namba ni 0674579653. Unaweza kunipata homo hiyo WhatsApp message ya kawaida au ukinipigia. Sasa twende haraka haraka, leo nimekuja, nataka tupige biti ya singeli eti. Nianze na tempo ni yake kama mia na hamsini kwanza hapa alafu nichague tuka moja hapa <tik> chagua mmoja ambao utakuwa mzuri utanivutia. O yes, yeah. Nimeupenda sasa, hapa ndo watu wengi waga wanapata tabu sana, na tabu inakuja ni ili ni swala la kuifanya hii loop iende sawa na tempo yako pale juu bwana, nitazami kwa makini mi ninachokifanya ili twende sawa. Loop hizi ziko nyingi, hata katika Afrobeats na swala zingine zipo, hizi loop zingine zinakuwa loop za piano zingine na kwa loop za saxophone. Watu wengi wanawaga wanateseka hapa. Sasa cha kufanya, cha kwanza kabisa, inabidi ifuate tempo ya mia na hamsini. Kwa hiyo unabidi uangalie hii, katika hii loop yako mwanzo, yaani start point inaanzia wapi? Sasa ukitazama hii hapa, nimegundua hapa inaanza hapa, hapa hapa inaanza sasa, tunaivuta hii unaweza ukaweka hapa ukarudi hapa ukaweka nani, ili unavuta ndogo zaidi, unaiweka hapa, weka hapa. Hebu panua tena kidogo, ushaweka hapo. Hebu tuisikie sasa. Sasa, so ukiangalia, huu mzunguko ni hapa mpaka hapa mpaka hapa hapa mpaka hapa. Kwa hiyo mimi ninachokifanya nakata hapa narudi kwanza, sikati kwanza, naenda narudisha line afu ndo nakata, ili nikate kwa, kwa mstari sahihi. Nakuja hii hapa nafuta, ukiangalia sasa, hapo inakuwa hivi, bado inakuwa haijakaa katika ile tempo mzunguko sahihi. Kwa hiyo ninachokifanya sasa, inabidi nichague kwamba iwe niitengeneze ndani ya mizunguko miwili au ni mzunguko mmoja, ni yani moja mpaka mbili au moja mpaka tatu maana nikiweka hapa kama mizunguko mitatu hapa minne, ndio inakuwa imekamilika. Tau mmoja unakamilika, miwili inakamilika. Kwa hiyo mimi nataka hii nitengeneze katika mizunguko miwili, yani moja mpaka tatu. Kwa hiyo nitachokifanya inabidi hiki ndo hiki hapa. Kwa hiyo inachotakiwa hii sasa, na hii double click, kata kata, inafunguka, kisha double click na kuja hapa kwenye time. Hakikisha hapa imekaa di sample, kuja hapa kwenye time. Naanza kuivuta hii, naivuta naivuta, nainyonga, nainyonga, hii, nainyonga mpaka hii inakuja hapa hii inakuja hapa, ikiwa mida hiyo hapa. Nimeselect hivi, umeona? Ukiplay usikilize, itakuwaje? Umeona, mzunguko umekamilika, lakini ukisikiliza hii vanga yangu au hii mzuka wangu au hii sampo yangu, loop imekuwa kama sauti au unaweza kusema pichi imeshuka. Ayona, unaiona kabisa, imeshuka. Kwa mi nitachokifanya hapa kwanza ni kuanisha malizana nayo. Kwa mi hii kwanza nairudisha hivi hapa nasipati tabu, nakuja na kata, na kata hii, kishakata yuko nafuta. Naona eh? Kwa hiyo mimi ninachofanya sasa, na play hapo, na ongeza Asilimia sitini na nane, kama naona kidogo imefaa. Sasa nachokufanya bwana, kinachofata hapa ni kuweka kulaza sasa kodi yangu hapa chini. Hii kwanza ntaipunguza sauti kiasi, ntaipunguza sauti kiasi, nalaza kodi yangu hapa chini, kodi yangu itacheza humo. Nakuja sasa nachagua kitu gani ambayo nataka nipige kama cods. Mi nachagua purity, ni simple kwao, nachagua purity, nachagua purity Acha hii hapo piano, yani afu naenda sasa, mimi codes tayari ninazo, ila kwa wewe utabidi utengeneze codes ambazo utakuwa unaona hizi zitakuwa mzuri bo. Hizi huku za juu tuzifute, ili tusitengeneze disturbance. Hizi tuzifute, ii baki yenyewe. Ukienda kwenye ni huko na hizi kutakuwa na na nini, fruity naitoa. Okay, tunarudi tena hapa hii sasa, je, kodi gani inaweka na kodi? Mimi kuna kodi ambazo ninazo nishazifanya, ambazo zenyewe ni niliandika kwa ajili ya singeli kabisa. Nilichafanya mfano ninachokifanya kama umetazama hapa, kuna hizi nimeandika kompa, na nilisema nataka nipige singeli ambayo ndani yake kutakuwa kuna raza ya kompa japokuwa sitopiga biti fulu nataka nioneshe namna gani, ila next time tutaonesha biti fulu la kompa singeli au singeli kompa zewe ilivyopiga lenye ladha zaidi kuliko ile ambayo leo nitakuwa nalipiga. Ili nataka nioneshe basic, namna gani, vitu gani vinahitajika, vina au njia gani upite, hiko ndo kikubwa. Yes, hizi nilizokuwa nazo mimi let me, let me... Ia, Yes, ukisikiza imekuwa, naweza kusema imekwaje, imekuwa labda, naweza kusema imekuwa kuna raza kidogo imekata, kutokana na hizi, tuseme kodi zangu zimekuwa fupi, sio zile ndefu. Sawa, acha nifanye kitu kimoja. Yes. Shuka chini, kuna hizi ambayo nimeandika singeli kuna hizi singeli singeli mlisho mapenzi, acha niweke hii hapa, nione hizi hapa ni ndefu ndefu, kama umechanga umetazama mndani kwanza, ukizingia hizi hapa ni ndefu, ndefu, sio? Umeelewa eh? Kwa hiyo nakata hii ina ikae sawa sawa hapa, inakuja paka. Kwa hiyo hizi hapa nitaiweka paka hapa, natoa hii. Hebu tu play hii tusikie na saundi vipi. unachofuata cha pili ndugu zangu wale wenzangu na mimi ambao hawana piano pia wao sio wazuri sana kwa hiyo unachofuata una copy kisha copy unakuja hapa kama itakuwa hii kitu haipo hebu ngoa tuweke all hii kitu kama itakuwa haipo basi una add hii neno sample ili ili faili ambayo unali add sample ni inakuwa halina sauti kwa hiyo unachofanya unachokikopi hapa unakuja unakipaste hapa kwa hiki kitakitengeneza hizi ghost. Ghost, hivi vivuli ambavyo vitakuwa vinakaa chini. Kwa hiyo nitachofanya nitakuwa na copy hivi vivuli. Ili nitakapokuja kupiga vitu vyangu au rhythm yangu au melody yangu ya gitaa au chochote kisiwe kinatoka nje ya hii kodi kwa wale ambao watakuwa wapigi live. Unaona eh? Shusha hii hapa, una copy, una paste, unapandisha juu nako. Unapandisha tena juu. Eh, ukirudi hapa inakuwa hivi. Kwa hiyo nikiongeza, ukiingia katika hii piano yetu ya mwanzo kuna kitu utakiona kimeongezeka hapa, kwamba piano imekuwepo lakini kumekuwa na hivi vivuli ambao tunaitaga ghost, ambapo hivi ukivyeka hata humu napo ita sound vile vile. Kwa hiyo utakachokuja ukipiga kisitoke nje ya hivi vivuli, siukaa. Umenielewa? Sasa tunakuja kwenye, kwenye kipi cha kupiga sasa Nalodi Nexus na naenda kwenye XP guitars. Kwenye XP guitars nachagua maybe nylon, naisitanifaa. Tupunguze kidogo reverb hizi na delay, nahitaji ule ukavu. let me try do something melody sasa, kwa wale wezangu na mimi kutafuta melody nimesikia zaidi na saundi na control B tu, ili duplicate kilichokuwa huku kije tena huku. Nipigie juu chini hapa. Sasa unachagua nipigie chini au juu, zeraza itakavyokuwa chini. Yes, hata tuone zitakuwa chini, tusikilize. Zeraza itaupatikana hapa, yeka hapa, pata hivi vivuli. Kama umetazama stoki nje ya vivuli ambao nimevitengeneza kule, muhimu sana. Kwa hiyo hapa unakuwa tayari umetengeneza rhythm. Kama nilivyokuambia, sitakuwa na mambo mengi lakini usisahau ku save project. Unaenda kwenye save. Singeli kompa. Hii hapa. Yes, una save. -u. Unachagua sasa sehemu ya ku save. Maybe kama mimi nataka ni save kwenye desktop hapa. Una na select na kwa save. Kwao hapa nakuwa nimesave katika desktop. Singeli kompa. Unaona eh? Kwao mpaka sasa hivi hapa, najua ndugu yangu utakuwa umepata mwanga na naweza nikasema, sitaki project iwe ndefu. Kinachofuata hapa ni wewe mwenyewe sasa kuongeza tu zile, kuongeza zile ladha zingine, kwa sababu mimi nikisema sasa nikuelekeze hadi hadi ladha melody zingine, inakuwa balaa. Pia naweza nikaongeza base, hata mimi nikuoneshe base tu hapa. Vingine sasa utaongeza mwenyewe, ndugu yangu. Let me do this one. Ibezi inashusha paka huku na ina unashusha hapa kwa ishirini no, na nne naone alafu naingia kwenye setting huku, naenda kuwasha, naenda kuwasha nini? Naenda kuwasha poto na slide kidogo, hapa naweka kumi na sita hapa naweka kumi na sita Napendaka nifanya hivi, kuna namna kidogo bezi naipata raha katika, nikiwa napiga hizi singeli kompa vizuri, ukipigia huku chini chini inakuwa fresh yanihuku, ina chini ukipigia inakuwa fresh kabisa. Kwa hiyo zewe, nimekuonyesha namna na na gani base yangu naiseti na base gani naitumia, hiko ndo kikubwa. Kwa hiyo mi nikukumbushe tu kusubscribe, kushare na ucomment pia. Usisahau, video iliyopita nimewawekea zawadi ya sample pack tofautofauti, nenda kaitazame ile katika hii e page yetu au katika hii e chaneli yetu.

humo ndani. Kwa hiyo, producers tupo mule tunaelekezana, pia wasanii mna group lenu lipo pia, mambo kama hayo yanaendelea. Kwa wale wa collab na vitu vingine, kwa hiyo tupo tunawasiliana humo. Eh, bwana nisiona maneno mengi. Sitaki hii kitu iwe na dakika kibao, itakuwa sio vizuri. Bwana, dakika chache tumeelewana kupata hii basic ambayo nimekuonesha hapo. Kama utahitaji mafunzo zaidi, haya tuwasiliane. Tutapeana namna gani ya kufanya, atakuwa tunafundishana online au kuonana, vyote vinawezekana bwana. Ukihitaji hii project hii ambayo nimeitengeneza hapa, ikiwa iko full na vitu vingine vya mbele, utanicheki pia ni kutumie project yake kwa ajili ya FL. Bwana asante sana na shukrani kwa kuwa na mimi mwanzo mwisho.